Kamili majira ya Afrika Mashariki, Alhamisi hii ya tarehe 8 mwezi wa tano mwaka 2025. Ujambo pote ulipo, na karibu tuangazie habari za magharibi asubuhi, nikitumia kwamba umekuwa na usiku mwanana. Jina langu ni Branford Namuri. Tuanze taarifa hizi na taarifa kutoka eneo la Nzoia ambapo shughuli za usafiri zimekwama katika barabara kuu ya Webuye-Malaba. Hii ni baada ya mamia wafanyakazi wa kampuni ya kusaga miwa ya Nzoia kuwasha moto barabarani wakipinga mpango uliokusudiwa kukodisha kwa kampuni hiyo kwa mwekezaji wa kibinafsi. Waandamanaji hao wakiwa wamebeba mabango, wakiimba kauli mbiu za kupinga serikali, walitembea kilomita tano kutoka kiwandani Nzoia hadi barabara kuu yenye shughuli nyingi, wakidai kulipwa mishahara ya miezi ishirini na minane ambayo sasa hivi imeweza kufikia takriban shilingi bilioni mbili nukta tatu. Wameweza kushutumu serikali kwa kuenda kinyume na sheria za kazi na pia walidai kwamba usalama wao wa kazi haujaweza kufanikishwa kabla ya kukodishwa kwa kiwanda hicho kwa mwekezaji mpya. Lazima wafanyikazi wapate pesa yao yote! hey! wakulima wapate pesa yao yote! hey! ndiposa posa Rai anaweza ingia Nzoia hey! hakuna na hatutakubali hey! Rai kuingia Nzoia hey! kabla hawa wajapata pesa yao. Tuko na uchungu sana kusimama hapa siku ya leo, tukiambiwa jana ya kwamba wanalipa mwezi mmoja alafu kampuni Rai anachukua. Ni uchungu sana tumetese Sijui politicians wetu mulienda wapi? kama muko na kitu kwa mudomo ambayo mmekula jasho yetu, tafadhali mutuambie. Tumefanyia kampuni zaidi ya miaka tatu bila mshahara, alafu mnatuambia ya kwamba tunapata mwezi mmoja na tuende nyumbani. Hatutakubali. Yeah. To be paid. Yeah. Tunasema ya kwamba investor awezi kanyeka Nzoia kama areas yetu haijalipwa. Ya pili, wamefunja sheria ya labor laws. Kulingana na labor laws, mfanyakazi awezi fukuzwa kama umbwa. Lazima tuwe na structured take over the handing over. Hivyo tunasema ya kwamba viongozi wetu wa Bungoma county wanafanya nini? Political leaders wetu wanafanya nini? Hiyo Nzoia wafanyakazi wameumia. Miezi 29 bila payment. Wakati walikuwa wanaomba kura, walituagiza ya kwamba wataleta mili mpya. Mili mupya yao imekuwa rai, sisi hatujakataa, isipokuwa rai anatulipa matendi yetu. It is not our problem, it is not that it is the workers who have run this factories down. If it was the issue of management it would have been affected one factory. Why Nzoia why Sony why Chemilil why Muhoroni and Miwani went under receivership a long time ago as if even we speak now Chemilil is uh, Muhoroni is being sold but it is, uh, it is under receivership went under receivership a long time ago so what is what is bedeviling us even farmers have not been paid we are demanding that since the factories have been leased Since the contracts have been signed, and we know the investor who is coming to Nzoia, we are demanding that before he lands, let him pay, let the government pay us all our entitlement.